Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanafanikiwa kifedha ilhali wengine wanahangaika maisha yao yote? Kwa nini watu wengi wanafanya kazi kwa bidii lakini bado hawaoni matokeo ya pesa wanazopata? Leo tutazungumzia siri kubwa ambayo shule hazitufundishi. Elimu ya kifedha, financial literacy. Hii ndiyo elimu inayokusaidia kujua jinsi pesa inavyofanya kazi ili usiwe mtumwa wa mishahara bali mtawala wa fedha zako. Kwa hiyo kaa karibu, usiache hata sekunde moja. Lakini kabla hatujaanza, tafadhali bonyeza subscribe, like video hii, andika maoni yako na share video hii ili wengine nao wajifunze. Twende pamoja tujifunze siri ya uhuru wa kifedha, elimu ya kifedha, financial literacy. Watu wengi leo duniani wanajituma kufanya kazi kwa bidii lakini wachache sana wanafanikiwa kifedha. Kwa nini? Kwa sababu hawana elimu ya kifedha, financial literacy. Elimu ya kifedha ni maarifa ya kuelewa jinsi pesa inavyofanya kazi, namna ya kuitengeneza, kuilinda, kuikuza na kuirithisha. Ni elimu ambayo shule nyingi hazifundishi, na ndiyo maana wengi wanapata pesa lakini hawajui kuishi kwa utulivu wa kifedha. Robert Kiyosaki anasema hivi: If you you want to be rich you need to be financially literate. Yani, kama unataka kuwa tajiri, lazima ujifunze elimu ya kifedha. Zifuatazo ni point muhimu kutoka katika kitabu chake Rich Dad, Poor Dad kuhusu financial literacy ambazo zinaweza kubadilisha kabisa mtazamo wako kuhusu pesa na maisha. Moja, si pesa unazopata bali ni pesa unazoweza kuhifadhi. Robert Kiyosaki anasema hivi, It's not how much money you make, it's how much you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it. Yaani sio kiasi cha pesa unachopata kinachokufanya uwe tajiri, bali ni kiasi unachoweza kuhifadhi, jinsi pesa yako inavyokufanyia kazi na kama inaweza kudumu hadi vizazi vijavyo. Watu wengi hupata mishahara mikubwa, lakini mwisho wa mwezi wanabaki bila kitu. Kwa nini? Kwa sababu Hawajui kuidhibiti pesa. Mfano, washindi wa bahati nasi au wachezaji wa michezo wanaopata milioni, baada ya miaka michache wanarudi kuwa masikini. Wana pesa lakini hawana akili ya kifedha. Ushauri: Anza kuwa na nidhamu, tengeneza bajeti, weka akiba na wekeza. Tajiri si yule anayepata pesa nyingi, bali anayejua kuitunza. Mbili, tofauti kati ya mali na madeni. Robert Kiyosaki anasema wazi kabisa. Rich people acquire assets. The poor and middle class acquire liabilities that they think are assets. Yaani, tajiri hununua mali lakini masikini na watu wa tabaka la kati hununua madeni wakidhani ni mali. Hapa ndipo wengi wanapokosea. Gari la kifahari au simu mpya sio mali, ni deni kwa sababu vinakutoa pesa kila siku. Mali asset ni kitu kinachokuingizia pesa, deni liability ni kitu kinachokutoa pesa. Mfano, nyumba unayoishi haikupi kipato, lakini nyumba unayopangisha inazalisha mapato. Ushauri: nunua vitu vinavyokuletea pesa, si vinavyokuondolea pesa. Jenga mali si maonesho. Tatu, Shule hazifundishi elimu ya kifedha. Robert Kiyosaki anasema hivi, our school system was designed in the agrarian age, it teaches people to work for money money but not how money works. Yaani, mfumo wetu wa elimu uliundwa nyakati za kilimo, unawafundisha watu kufanya kazi kwa ajili ya pesa, lakini hauwafundishi jinsi pesa inavyofanya kazi. Shule nyingi zinatufundisha kuwa wafanyakazi wazuri lakini hazitufundishi kuwa wamiliki wa mali. Ndiyo maana tuna watu walioelimika sana, lakini bado wanahangaika kifedha. Mfano, mtu mwenye shahada tatu, lakini hana akiba wala uwekezaji, anafanya kazi miaka thelathini, lakini bado anaishi kwa mishahara. Ushauri: jifunze juu ya pesa nje ya mfumo wa shule, soma vitabu, tazama video za elimu ya kifedha, natafuta maarifa mapya kila siku. Maarifa ya kifedha ndiyo elimu ya maisha halisi nne. pesa inapaswa kukufanyia kazi, si wewe uifanyie kazi. Robert Kiyosaki anasema hivi, the rich don't work for money, they make money work for them. Yaani, watu tajiri hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa, wanaiweka pesa ifanye kazi kwao. Watu wengi wanajituma kazini miaka yote lakini hawana kitu. Kwa nini? Kwa sababu wamekuwa watumwa wa pesa. Mfano, mtu anayefanya kazi benki miaka ishirini bila uwekezaji atazeeka akiwa na hofu ya kesho. Lakini yule aliyewekeza biashara ndogo au nyumba za kupanga atapumzika huku pesa ikimletea mapato. Ushauri: Jenga vyanzo vya kipato vinavyojiendesha. Usifanye kazi maisha yote. Fanya pesa ikufanyie kazi wewe. Tano. Uwekezaji ni sehemu ya elimu ya kifedha. Robert Kiyosaki anasema hivi: the more real you become in understanding money, the more opportunities you see. Yaani, kadri unavyozidi kuelewa jinsi pesa inavyofanya kazi kwa uhalisia, ndivyo unavyoongeza uwezo wa kuona fursa zaidi. Watu wengi wanaogopa kuwekeza kwa sababu hawana elimu. Lakini Kiyosaki anatukumbusha, kutokujua ndiko hatari, si uwekezaji wenyewe. Mfano, wengine wanaacha pesa benki ikilala, wakati wengine wanawekeza kwenye biashara ndogo, kilimo au hisa. Baada ya miaka michache, yule aliyechukua hatua anakuwa na uhuru wa kifedha. Ushauri: anza kidogo, jifunze, jaribu. Uwekezaji ni elimu, si mchezo wa bahati nasibu. Sita. Uhuru wa kifedha ni zaidi ya kuwa na pesa. Robert Kiyosaki anasema hivi, Financial freedom is not about how much money you have, but how long you can live without working. Yaani, uhuru wa kifedha si kuhusu kiasi cha pesa ulichonacho bali ni muda gani unaweza kuishi bila kufanya kazi. Kuwa tajiri haimaanishi kuwa na milioni benki bali ni kuwa na mfumo wa mapato unaokuingizia pesa hata ukiwa umetulia. Mfano, mtu mwenye biashara ndogo inayomwingizia kila mwezi ana utulivu zaidi kuliko mtu mwenye mshahara mkubwa unaotegemea kazi moja. Ushauri, tafuta uhuru, si utajiri wa kuonekana. Uhuru wa kifedha ni kuishi bila hofu ya kesho. Elimu ya kifedha ndio msingi wa utajiri wa dumu. Watu wengi wanashindwa sio kwa sababu hawana pesa, bali kwa sababu hawajui pesa inavyofanya kazi. Robert Kiyosaki anasema hivi: if you want to be rich, you must learn how to think like the rich. Yani, kama unataka kuwa tajiri, lazima ujifunze kufikiri kama matajiri. Kumbuka haya maneno matatu ya nguvu: jifunze, tumia, wekeza, ndiyo njia pekee ya kutoka kwenye umaskini wa akili kwenda kwenye uhuru wa kifedha. Asante kwa kutazama. Usisahau subscribe kwa video zaidi za elimu ya kifedha, like, comment na share ili wengine nao wajifunze. Tuonane kwenye video inayofuata. Endelea kukua kifedha.